Yesu. Biblia inasema kutoka kitabu cha Yohana 3 ambayo ni kila mtu anaichua tu hii, Yohana 3 mlango wa 3 mstari wa, wa kumi na sita. Biblia inasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Mupokee Yesu. Ni kwa nini Mungu alimtuma Yesu ili ati akaweze kutuokoa sisi, ulimwengu? Biblia inaposema ulimwengu, inasema wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana akamtuma Yesu, yeyote atakaye mupokea, ili asije akapotea, bali akaweze kupata uzima wa milele. Hili ndilo lengo ali, ambalo lilimfanya Mungu kumtuma mwana wake wa pekee ambaye ni Yesu Kristo, ili tukaweze kupata wokovu na hata uzima wa milele. Si wokovu tu, na hata uzima wa milele, hata dunia hii tutaokolewa. Mahali ambapo tunahitaji wokovu, atatuokoa mahali ambapo tunahitaji musahada atatupatia, lakini Bibilia inasema kwamba njooni kwangu, kwanza utafuteni ufalume wa mbinguni na yote na haki yake, na yote ambayo unahitaji unaweza kuyapata. Kiini chako wewe kuokolewa ni kumupokea Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo mingi labda unataka dunia hii, lakini Mungu anataka ukaweze kumupokea Mupokee awe bwana na mokosi wako. Mupokee awe kimbilio lako. Mupokee awe mkombozi wako. Mupokee awe mtawala wako. Mupokee akaweze kuwa ndiye msaada wako. Bwana Yesu asifiwe. Maana siku itakapo kuja ambayo ni siku ya mwisho, Biblia inasema atarudi tena, na wakati huo nadhani atarudi kama simba, maana yeye anaitwa simba wa kabila la Yuda. Atarudi wakati huo kuwachukua walio wa. Okay. Atarudi kuwachukua wale walio wake, kama vile Biblia inasema kwa jinsi hii, Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wa mwana mwanawe wa kipekee wa pekee, ili muntu yeyote amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Atakuja kuuliza wewe ambaye umemukataa, atakuuliza siku ya mwisho, nilimtuma mwana wangu nje mbona huku mpokea? Kwa sababu Yesu Kristo ndiye kila kitu. Bwana asifiwe. Kutoka kitabu hicho hicho, tusome mstari mlango wa kumi na nne mstari wa sita ambayo Biblia inasema hivi Yesu akawambia, mimi ndimi njia, na kweli, na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ndimi njia, na kweli na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Mtu awezi kuja kwa Baba isipokuwa kwa kupitia kwangu. Ndio maana Mungu akamtuma Yesu Kristo, yeyote amwaminiye, yeyote aaminie mwana wa Mungu aweze kupitia kwa Yesu Kristo ndio akaweze kumufikia Baba. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amemubea Yesu Kristo, Baba amemubea Yesu Kristo mamulaka yote. Biblia inasema kwamba uwezi ukaokolewa kama utapitia kwa Yesu. Bwana asifiwe, ndio maana tunapoomba, tunapotaka kitu, tunaomba kupitia kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe, ili tukaweze kupata. Unataka uokolewe? Basi njoo kwa Yesu. Unataka ukombozi basi njoo kwa Yesu. Unataka utawaliwe na Yesu na kukupatia kila kitu unahitaji basi njoo kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Dunia hii amuna Mungu mwingine. Mbingu na nchi na chini ya nchi hakuna Mungu mwingine isipokuwa Mungu mmoja tu ambaye ni Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo aliyemtoa mwanawake wa kipekee. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka uokolewe basi na uliangalie hili ne neno. Bwana asifiwe. Maana Biblia inasema neno ni Yesu Kristo, neno ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mupokee Yesu ukaweze kuokolewa, mpokee Yesu. Kuna wakati utakapofika ambapo utamutafuta huyu Yesu na utamupata, mupendwa. Ipo siku ambayo nehema itatolewa, ipo siku ambayo Roho Mtakatifu ambaye ndiye neema atatoka dunia hii, hiyo siku ambayo baragumu italia, tarumbeta itakapolia, hiyo siku ambayo utakuwa na kilio, unamtafuta Yesu, unatafuta hiki kitabu hakitakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa kumpokea Yesu ni saa hizi. Bwana asifiwe. Wengine wanasema labda nimpokee Yesu. Kwa nini? Wacha nikwambie, mupendwa, kumpokea Yesu kaweze kuishi katika maisha matakatifu. Bwana asifiwe, ipo siku ambayo ni siku ya mwisho. Si maneno yangu na kitabu hiki, nenda ukasome neno la Mungu. Linasema ipo siku ambayo ni siku ya mwisho, atakaporudi mwana wa Mungu itakuwa ni kilio. Atakuwa rudi kama simba, atarudi akichukua walio wake, na wale wengine mnajua mutaenda wapi? Njia ni mbili, mpokee Yesu. Bwana Yesu. Ningetaka tena tusome, utamupokea Yesu na mna gani? Nataka tusome kitabu cha Warumi. Bwana asifiwe, nikimalizia kabla sijakuombea ukaweze kuokoka, maana ninakusi ukampokee Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Ninakusii wewe ambayo unaogerea katika dhambi, mpokee Yesu, maana Yesu alikuja kutafuta wale ambao wamepotea Bwana asifiwe, ili akaweze kuwarudisha katika kingdom ya Mungu. Bwana Yesu, Yesu asifiwe. Ipo siku ambayo itafika. There are danger days ahead. Kama utampokea Yesu, basi itakuwa ni shida katika hiyo siku. Bwana asifiwe. Kitabu kitabu cha Warumi kumi, mlango wa kumi mstari wa tisa inasema, kwa sababu kama ukikiri kwa kinywa chako kwamba Yesu ni Bwana na kuamini moyoni mwako kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, utaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Inahitajika ukamukiri you confess Jesus Christ to be the Lord and Savior in your life, nawe utaweza kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba mmoja anapookoka dunia hii, mbingu inasimama. Bwana asifiwe, kwa sababu hiyo ni kazi Yesu alikuja kutenda dunia hii, na mmoja anapookoka bale mbinguni inasimama. Kumpokea Bwana Yesu asifiwe, kupokea roho yake. Bwana Yesu asifiwe, inasimama na kumupokea. Wanashangilia, Bwana asifiwe. Hata vile mimi mtu mmoja akiokoka ninafurahia. Bwana Yesu asifiwe, maana ninajua kwamba ameingia katika nuru, ametoka katika giza, ameingia katika nuru. Hacha nikwambie, naomba ukamukiri Yesu Kristo siku ya leo, wewe ambaye unaniatazama na, na kunisikiliza naomba ukaweze kumupokea Yesu Kristo katika maisha yako. Yesu Kristo ndiye chawabu. Yesu Kristo ndiye msaada

yesu kristo ndiye mwokozi yesu kristo ndiye simba wa kabila la yuda yesu kristo kupitia kwa damu yake iliyomwagika bale msalabani itakuosha na kukusafisha ukaweza kuwa mweupe pepepe kama theruji. yesu kristo kupitia kwa damu yake ambaye alimwaga bale msalabani itaweza kukubigania yeye ndiye atakayeweza kukubigania mwanadamu usiwe na shaka na taswishi yoyote mupokee yesu kristo wengine wanasema sasa nikimpokea yesu je marafiki zangu atasema namna gani? Je, usiangalie marafiki zako. Iko siku ambayo itakapofika hata ukikimbia uchi autajua kama uko uji, kwa sababu baragumu barabanda itakapolia, Yesu tutam tutamwona akiteremuka kutoka mawinguni. Kama uchaokoka itakuwa ni shida, vile Bibilia imesema kutoka kitabu cha Warumi. Naomba ukamukili Yesu Kristo na kuomba katika jina la Yesu Kristo. Urudie hili ombi nyuma yangu. Bwana Yesu asifiwe. Sema, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, naomba na unisamee dhambi zangu, ulitoe jina langu katika kitabu cha ja mauti na uliandike katika kitabu cha ja uzima. Nimeokoka leo na kuamini katika jina la Yesu Kristo, nimeomba na kuamini amen. Wewe ambayo umeokoka, mutafute Yesu, mutafute Mungu, tafuta kanisa ambapo Roho Mtakatifu ana, ana udumu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa siko mengi ambayo unaisaenda tena upotee zaidi, tafuta Roho Mtakatifu akuongoze ukatafute kanisa ili ukaweze kwenda pale ukaweze kumwabudu Mungu wako, umutumikie Mungu wako siku sote za maisha yako. Atakaporudi Yesu, hautachuta hata kidogo. I'm telling you the truth. Hautachuta chuta hata kidogo.